ume kusimama kwa kulegea wakati wa tendo la ndoa unaweza kusababishwa na mambo haya mawili. Jambo la kwanza ni kujichua kwa muda mrefu au kufanya masturbation kwa muda mrefu. Unapokuwa unajichua, eh, unachosha ile misuli na mishipa midogo midogo inayozunguka eneo la ume na kupelekea damu kushindwa kupita vizuri. Matokeo yake maumbile yanasinyaa na kurudi ndani kama ya mtoto eh, na kupelekea mwanaume kushindwa kulimudu vyema tendo la ndoa lakini vilevile, vile sababu ya pili ni pamoja na magonjwa ya mfumo wa damu, magonjwa kama pressure kisukari, shinikizo la damu, yanaweza kuathiri ule uwezo wa mwanaume kushiriki vizuri tendo la ndoa na kupelekea upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo inawezekana wewe, maumbile yako yanasimama kwa kulegea, huenda e, una changamoto ya pressure, kisukari au uliwahi kujichua kipindi cha nyuma, ndiyo maana hali hiyo imekupata sasa. Nikwambie kwamba lipo suluhisho maalum ambalo unaweza ukatumia dawa ndani ya mwezi mmoja ukarudisha uwezo wako wa kushiriki tendo la ndoa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, ukaisikia wa kwa watu wengine, ukawa wa mwanaume lijali Wasi...